Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yetu nzuri ya Gospel Shine, nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu hii. Siku ya leo nimeweza kukuletea, uh, mistari kumi uh, inayohusiana na toba Tunatakiwa tuwe tunafanya toba mara kwa mara, kwa sababu sisi ni binadamu na kama ni binadamu, basi hatujakamilika. Yamkini kwa namna moja ama nyingine tunakuwa tunamkosea Mungu eza, kwa mawazo yetu, kunena kwetu, kutenda kwetu. Kwa hiyo ni vizuri sana tuwe e, watu wa toba. Kwa hiyo mimi siku ya leo nitakuletea ile mistari kumi ambayo unaweza kuifanyia Uh, unaweza kuisimamia wakati wa maombi yako ya toba. Fuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze eh, kuona mistari hiyo ni mistari ya aina gani. Mm -hmm. Mstari wa kwanza uh, unatoka katika Zaburi ya hamsini na moja mstari wa kwanza eh, unasema E, Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa tisa neno la Bwana linasema ukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu. Na Isaya sura ya kwanza mstari wa kumi na nane neno la Bwana linasema haya, njoeni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zitapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Methali ishirini na nane kumi na tatu neno la Bwana linasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Zaburi mia moja na tatu mstari wa kumi na mbili neno la Bwana linasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Matendo ya Mitume sura ya tatu mstari wa kumi na tisa, neno la Bwana linasema tubuni, basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Zaburi sura ya thelathini na mbili mstari wa tano, neno la Bwana linasema nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotofu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Zaburi sura ya themanini na sita mstari wa tano neno la Bwana linasema kwa maana wewe Bwana u mwema, umekuwa tayari kusamehe na wingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Kitabu cha Mika sura ya saba mstari wa kumi na nane na wa kumi na tisa. Neno la Bwana linasema ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake? Waliosalia hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye Ufurahi, ufurahia rehema. Atarejea na kutuhurumia ataya, atayakanyaga maovu yetu nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Waibrania sura ya nane uh, mstari wa kumi na mbili neno la Bwana linasema kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Basi mpenzi mtazamaji wangu, hiyo ndio mistari kumi kuhusiana na maombi ya toba. Kwa hiyo unapokuwa na maombi ya toba unaweza ukawa eh, umesimamia mistari hiyo ambayo nimeweza kukutajia. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zetu. Karibu tena na asante.